Habari hii ni Dar24 magazeti asubuhi. Leo upo nami Nuru Mbilinyi, ambaye nitakusomea habari zilizopo uzito katika magazeti leo. Ni Machi 16, 2017. Na, na nikianza na gazeti la Mwananchi, habari zilizopo uzito zinasema Dkt. Magufuli alivyohamisha mageuzi serikalini hadi CCM baada ya kuonyesha mwelekeo chanya serikalini ahamishia uwajibikaji nidhamu CCM. Hiyo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nne. Bei ya nyanya sasa haishikiki, nayo ni habari katika ukurasa wa nane. Na katika ukurasa wa tano, Lissu wasonga nusura wazichape kortini. Makonda atumia dakika tisini kutaja mafanikio kumi, ahadi kumi, nayo ni habari katika ukurasa wa tatu Lema amsindikiza Wema mahakamani, nayo ni habari katika ukurasa wa pili. Na katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, habari zilizopewa uzito zinasema, JPM aanza mageuzi kwa sekta ya elimu ya mwaga mu, vifaa vya maabara sekondari nchi nzima kusambazwa na JWTZ, walimu masomo ya sayansi elfu tatu 104 wamwagiwa ajira, wengine 43278 wasakwa. Nayo ni habari katika ukurasa wa nne. Mpina afurahia mafanikio ya muungano ataka watanzania waendelee kumwombea JPM, Shein. Nayo ni habari katika ukurasa wa nne. Nape kuchongea viongozi wanaokalia taarifa ofisini nayo ni habari katika ukurasa wa nne. Mjana wa Samora akemea ndoa za utotoni nchini, nayo ni habari katika ukurasa wa tatu. Na katika gazeti la Mtanzania fikra ya kinifu, habari zilizopo uzito zinasema: Makonda azungumza, asema sitishwi, mafanikio ya mwaka mmoja kuendesha vita za dawa za kulevya, kutokomeza biashara ya shisha, kupunguza uhalifu wa silaha, utata wa majina yake halisi, utajiri usioendana na kipato chake, tuhuma za kugushi vyeti, nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nne. Katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu atunguliwa, pia ni habari katika ukurasa wa pili. Ripoti maalum malori 11,500 yaondolewa barabarani, nayo ni habari katika ukurasa wa tatu na katika gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, habari zilizopo uzito zinasema Makonda ajitetea kuhusu Gwajima Wema Sepetu. Nayo ni habari katika ukurasa wa pili. Loasa Mboe waendeleza moto ni ule walioanzisha katika kanda ya ziwa na kati, habari kamili inaendelea katika ukurasa wa pili auawa akimkabili polisi kwa kisu, nayo ni habari katika ukurasa wa tatu. Na katika gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu, habari zilizopewa uzito zinasema timu safisha makonda yatua kijijini kwake, mamilioni yatumika kwenda kuvuruga ushahidi wa jina la Bashite na vyeti vyake mwenyewe afanya kufuruda habari kamili inapatikana katika ukurasa wa nne. Lema ataka nusu ya wa wabunge wa onje jela, nayo ni habari katika ukurasa wa tano. Hatima ya kesi ya TLC leo, nayo ni habari katika ukurasa wa tatu. Chadema ya ilaani kauli ya JPM, nayo ni habari katika ukurasa wa pili. Vijana wabwia viroba vilivyotupwa msituni, nayo ni habari katika ukurasa wa sita. Mpenzi mtazamaji wa Dar24 magazeti, na huo ndio mwisho wa Dar24 magazeti asubuhi ya leo. Ulikuwa nami Nuru Mbilinyi, basi nakusihi naendelea kuwa nasi kupitia Dar24.com, lakini pia unapata habari zetu kwa urahisi zaidi kupitia Android app ya Dar24. Subscribe YouTube, YouTube channel kwa Dar24 News. Follow Instagram na Twitter kwa Dar24 News. Lakini pia Facebook page tunapatikana kwa Dar24. Bila kusahau kushukuru SMS mtandao kwa kudhamini kipindi hiki cha Dar24 Magazeti. SMS mtandao, uza zaidi, nufaika zaidi. Na hili Dar24, taarifa bila mipaka. Je, ungejisikiaje kama ungeweza kufikia maelfu ya watu moja kwa moja kwenye simu zao kuhusu huduma za bidhaa zako? Kama ndiyo, SMS mtandao ni mfumo wa kisasa unaokuwezesha kutuma maelfu ya jumbe za simu kwa muda mfupi. Fungua akaunti yako sasa. SMS mtandao popote wakati wote.